Rais wa Sudani Salva Kiir amewafuta kazi wasaidizi wake wawili waandamizi kufuatia kashfa ya kumteua mtu aliyefariki miaka mitano iliyopita, hudumu katika jopo muhimu la mazungumzo ya uchaguzi. Uteuzi wa Stewart Soroba Bundia aliyekuwa mwanachama wa chama mwana cha upinzani cha United Democratic Party UDP ulitangaza Januari 30, 2026. Hata hivyo muda mfupi baadaye, vyombo vya habari na raia walibaini kuwa Bundia alifariki tangu mwaka 2021 jambo lililozua keji maswali mazito kuhusu ufanisi wa ofisi ya rais. Kwa mjibu wa vyombo mbalimbali vya habari vya kimataifa kama BBC viliripoti kwamba waliokumbwa na rungu la rais ni David Amor Meja, katibu wa mawasiliano wa rais na Valentino Deir Malueti, simamizi wa ofisi ya rais. Kabla ya kufutwa kazi David Amor ufafanuzi kwa ofisi ya rais ilitegemea majina yaliyowasilishwa na washikadau na kukiri kuwa uhakiki wa kina haukufanyika, jambo liloliita kuwa ni kosa lililotokea kwa bahati mbaya. Jopo hilo liliundwa ili kuratibu mazungumzo kuelekea uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika Desemba elfu mbili na ishirini na sita. Hali ya kisiasa nchini humo bado ni tete, huku makamu wa rais wa zamani Riek Machar akiwa bado chini ya kifungo cha nyumbani akikabiliwa na mashtaka mazito ya uhaini na uhalifu dhidi ya ubinadamu.